Ndugu wadau na wananchi, kama unavyotambua kwamba tulikuwa tumepanga kwamba tungeanza minada tarehe 31 Oktoba, lakini kutokana na changamoto ya mtandao, baadhi ya mizigo imeshindwa kupokelewa magalani, lakini pia kulikuwa na changamoto ya uwezekano wa wanunuzi wachache kuweza kushiriki kwenye kwenye minada. Kwa hiyo ilikuwa na uhakika wa wa korosho za kutosha galani na wakulima kupeleka korosho zao ipasavyo katika magala, tumesogeza minada kwa muda wa wiki moja mbele Hivyo badala ya kuanza tarehe 31 Oktoba, sasa minada ya korosho itaanza tarehe saba mwezi Novemba mwaka 2025. Tuna uhakika kufika wakati huo tutakuwa na mtandao wa uhakika na kuweza kufanya minada yetu ipasavyo, kama unavyofahamu, kuanzia upokeaji wa korosho ghala kuu, utoaji wa vibali vya usafirishaji, utaratibu wetu wa minada yote tunatoa mifumo kwa maana tunahitaji kuwa na, na mtandao kwa maana ya, ya, ya, network kulima. Kwa hiyo niwaombe tu wakulima wawe na uvumilivu kwa muda wa wiki moja ambayo imeongezeka, na pia tuna imani kufika mpaka Ijumaa tayari mfumo utakuwa umekaa sawa katika maeneo yote, hivyo tuwaombe tu wadau wote wakorosho kwamba na kuwapa taarifa kwamba sasa minada yetu itaanza rasmi tarehe saba ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa ya ya ya kwanza ya mwezi Novemba mwaka 2025. Katika kipindi hiki tuwaombe tu utulivu, lakini tumuombe pia watu wa mfumo wa bodi ya somo za kabazi ghala, kwa wale ambao tayari mizigo yao imefika katika maghala na kumekuwa na changamoto ya kimfumo kuweza kupokea mizigo ile, basi kuna taratibu wa namna ya ku kuweza kuangalia utaratibu ukatumika vizuri ili ile mizigo ambayo imefika maghalani, basi tuwe na namna gani, basi tuweza kuipokea kui, kui, au kuisimamia au kuilinda katika eneo lile wakati tukisubiri tuki, tuki, kutengamaa kwa, kwa mfumo kabla kwa ya kuanza minada katika